Sasa hapa taongea na kina dada, kwa wanaume wao hitaji lao kuu kabisa ili wao wadumu na wewe au wakuone kama mtu muhimu, la kwanza ni heshima. Kuhakikisha kwamba katika hichi kipindi chote wewe unamheshimu mume wako na unaishi naye kana kwamba unaishi na mume. Kuna watu wanaishi na mume kama mtoto, kutaka kumpeleleza, kutaka kumwende, kumpelekesha yuko na wenzie wamfata, we vipi, umekaa hapa hata mboga ujaleta mpaka hivi sasa, kwa nini umekaa hapa? Au yuko na mamake ukamfokea mbele ya mamake, yuko na dada zake unamwita majina ambayo hayaeleweki, yuko ameongea na simu yake ya kazi, wachukua ile simu wapiga wewe, unaongea na na mume wangu saizi, wewe kama nani? Sasa ule ubabe, ubabe haufai. Lakini pili ni kumshuku na kila mtu kila anesema naye kwenye simu huwa unamshuku, unaonyesha wewe hujiamini. Yeye amepiga simu tu kwa Madam Lela, labda anahitaji ushauri. Ushanipigia simu mpaka mimi, wewe unamshauri mume wangu kwa nini? Kwani amekwambia na shida gani? Sasa hizi, ta, hizi tabia ndogo ndogo zinaweka maudhi kwa wanaume kidogo kidogo mpaka anaanza anakuchukia mpaka anafika hatua hataki tena kuzungumza na wewe, au anatafuta mtu wake mwingine ambaye anamheshimu. Ndio, ndo sasa hapo unaanza kulalamika kwamba unaseletiwa. Lakini jambo lingine ni Kushika shika simu zake, unachukua simu akiamka asubuhi, ushachukua simu, ushapekua, ushaanza kulia, ushaenda sebleni. We mwenyewe umeangalia simu, we mwenyewe unalia, we mwenyewe umenuna, we mwenyewe umesusa chakula. Sasa mtu anajiuliza, huyu simu ilikuwa si lazima iangalie, lakini ameiangalia na bado inamletea matatizo. Wengine wanafika hatua ya kuangalia simu mpaka wanaanguka presha, wanaenda kulaza hospitali. Na wewe mwenyewe ndio umeifuata ile simu. Simu ina password, saa ngapi umeijua ile password mpaka ukaishika, mpaka ukaiweka katika ile simu? Hizi jitihada zote unazofanya, ungetulia labda ukafanya shughuli zako ama ibada, ingekuwa umejitengenezea wewe mwenyewe. Lakini pia wanaume wana sifa moja, wakiona wewe umeajiriwa kwenye kampuni yake, yani kama hivi, wamfuatilia wamfatafata nyuma. Sasa huyu ni mfanyakazi wangu, lolote atakalo mimi nitakalofanya yeye huyu atahangaika na mimi na wao. Hupenda sana hiyo attention, kufuatwa fatu wao kushughulikiwa, shughulikiwa. Sasa vile unavyoonyesha wewe kumshughulikia wewe, unapoteza nguvu yako kama mwanamke. Sasa wewe nguvu yake yote yampa wampa, eh. Na yeye sasa anaenjoy enjoy vile akikupeleka hasa wewe waweza kuona kwamba anakufanyia makusudi, kumbe katika ile kukupelekesha yeye eh, ndo anaona ndio ndio raha yake, yani ndio utamu wa mapenzi, kwa sababu wao walivyo wanapenda heka heka. Sasa vile unavyompeleka huku mara huku, yeye wenzake wanaona ah, kumbe mi bado kijana, kumbe mi niko napendwa namna hii, hadi mke wangu ananifuatilia namna hii. Unasikia jambo kidogo, ushaenda mtaani, ushapigana. Sasa pale yeye yeah, ndo anaonekana kidume, wewe oh, unaonekana mtata sasa yeye mwenyewe akikaa na wenzake wamsifia, ah, bwana wewe, ha, sijui yule mke wako imekwaje, yaani mpaka anapigana. Sasa kwake ni stare, wewe unaumia. Mwisho wa siku ashangaa mara unaumwa madonda ya tumbo, mara unaambiwa una presha ulikuwa huna, mara wajifia. Bahati yako mbaya, ukifa hata kabla ya arobaini ashaoa. Sasa utafanya nini sasa? Nadhani, yaani ni wewe bora ujiweke kipaumbele wewe mwenyewe, lakini pia jambo lingine wanaume wanalopenda ni mke ambaye ana uhakika kwamba hata leo nikikosa kazi, huyu mwanamke atasimama kwenye familia. Uwe wajishughulisha hata kama huna kidogo, ile ushaka karibu na shule unauza aiskrimu, kwa sababu wajua watoto watakuja kununua, unauza ubuyu mume ana fikra, unamsaidia fikra, au akikuongelesha fikra unampa suluhisho, au labda siku amekuja ame, ameharibika kiakili, wewe unampa haya mbili tatu za kutokata tamaa. Yani unakuwa kama mahali ambako yeye yuko kwenye kiu, akija akiongea na wewe ni kama ni kunywa maji. Sasa kuna watu waume zao wakiwaambia mambo sasa, ah, wewe bwana wewe, unaonomezia bwana, kajadilini mambo haya wana huko, mimi sina muda mimi, nimepaka zangu hina zangu bwana. Sasa yeye ataangalia mbali na huyu mwanamke. Mimi naweza kumweleza nani mambo majambo yangu akanipoza? Akapata huyo mtu wa kumpoza, au akapata dada yake ndio humpoza. Wewe ukashangaa mambo yake yote anafanya na dada yake, mambo yake yote anaongea na dada yake. Sasa ukaanza kusema yeye hanithamini, humthamini dada yake kuliko mimi. Sasa wewe hujamtengenezea mazingira ya kukuamini na kukuthamini wewe siku zote unampush, unamwambia atafute mtu. Wewe uko bize na hina, wewe uko bize kwenye labda shughuli, unarudi kila siku saa saba usiku. Sasa atakueleza sulubu zake saa ngapi? Nyumba umemkabidhi house girl, jiko umemkabidhi house girl. Sasa yeye anaangalia uwezo wake, yeye matatizo yake atashare na nani?